Tuelekee kaunti nambari 32 ambapo zaidi ya familia 100 zimeachwa bila makao huku mali ya thamani isiyojulikana ikiharibiwa kufuatia mzozo wa ardhi katika eneo la Ndabibi huko Naivasha. Mzozo huo unahusisha maofisa wa ADC na watu wanaoishi katika sehemu hiyo. Familia zilizoathirika zinadai kupata agizo la mahakama la kuzuia kutofurushwa kwao, ila maofisa hao wa ADC wanadai kuwaondoa kwa lazima.

Na sisi ni wananchi wa Kenya hii, wametufanya tuwe, tuwe maskini, tuwe, tuwe hatuna boma, mahali ungeita kwako sio kwako tena. Na sisi hatu, hatuulizi mtu yoyote, tunauliza tu haki ifanyike. They don't have any correspondence and we even have a map that we bought from survey of Kenya mpaka na receipt na land yetu hata haijakuwa subdivided pale kwa survey of Kenya.